Habari za wakati huu mtazamaji wetu wa Manyunyu TV, na nikukaribishe tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu ambavyo tunakuletea kupitia chaneli yetu ya Manyunyu TV. Ni wakati mwingine tena, tukiwa tuna mgeni katika studio zetu za Manyunyu TV, na huyu ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania, andugu Deodatus Balile ambaye ameweza pia kupewa ridhaa hii kwa mara nyingine tena mnamo tarehe 5 Aprili 2025 pale mjini Songea. Kwa tuko nae katika studio za Manyunyu TV. Mimi naitwa Happy Jerome Balisidia, karibu ungana nasi kuweza kuangazia masuala yote yanayohusu tasnia ya habari, lakini pia miaka minne ya Samia na safari ya maendeleo. Karibu sana Bwana Deodatus Balile. Asante e, kwa kuanza tu sasa hapa, labda tungeweza kupata historia yako kidogo kuhusiana na masuala ya kihabari ama tasnia ya habari uh? E, una historia sasa, sijui nianzie wapi, kazi ya kwanza niliyoifanya wapi wapi, kwa kifupi tu okay, mm. Ah, mimi kazi ya kwanza gazetini ilikuwa mwaka 93 ndo nilifanya kazi ya kwanza, wakati huo nikiwa mwalimu wa sekondari, lakini kwa hiyo nilikuwa nafanya kazi, naandika kwenye magazeti alafu napiga picha, ninaendelea na maisha ya kufundisha kama mwalimu wa sekondari, lakini baadaye nikaona kwamba nimenogewa zaidi uandishi, kwa hiyo nikaondoka kwenda kusoma Nyegezi. Kwa wakati nasoma Nyegezi naendelea kufanya kazi na The Guardian Limited na baada ya hapo sasa e, tukaenda nika 99 ndo nika au nkaacha ualimu kabisa, nikawa active ualimu. Niliacha literale 96, baada ya kuwa nimeona sasa pamenoga zaidi huku, nikaenda chuoni na nikaendelea na uandishi. Kwa hiyo ndio sasa nikaanza nikawa active mpaka hivi, nimepitia sehemu nyingi kwa kweli, nimeanzisha nilianzia hiyo The Guardian Limited kipindi cha nyuma nilikuwa napeleka hizo picha zangu za kwenye magazeti ya Uhuru na Mzalendo, lakini nimekwenda The Guardian Limited, nimefanya kazi hawa nipashe, nimefanya Business Times, tumeanzisha Mwananchi Communications, baadaye tukaenda kuanzisha Tanzania Daima na Sayari, baadaye nikahamia nyiw habari, na baada ya kuwa nimekaa nyiw habari sasa nikaona Aa. Ni bora sasa mwaka 2011 nianzishe gazeti la kwangu ambalo ni Jamhuri, na namshukuru Mungu kwamba kwa miaka 14 na halijawahi kutochapishwa hata mara moja. Kwa hiyo tupo tunaendelea, na sasa nimeingia kwenye hivi vyama vya kihabari nika, nilianzia uongozi sembali kwa kweli, nilianza nikiwa rais wa tawi la wafanyakazi TUJ pale Mwananchi miaka ya elfu mbili lakini huko nyuma miaka ya tisini na saba nilikuwa makamu wa rais wa serikali ya wanafunzi e, Nyegezi Social Training Institute ilikuwa inaitwa Nsotiso. Kwa hiyo nimefanya hivyo na nimeshika nafasi ya uhariri kuanzia nikiwa chuoni, nimekwenda nimekuwa mhariri e, pale Mwananchi, mimi nilishia senior reporter siku ya mhariri, lakini nikenda nikawa mhariri mkuu wa gazeti la Tanzania Daima, nikawa mhariri mtendaji wa magazeti ya New Habari haya ra, Rai Dimba Mtanzania, The African, Mwana Sport sport e, Dimba na The African alafu baadaye nikaja kuwa mhariri mtendaji wa gazeti la Jamhuri. Na unafikiri mm, ni kipi ambacho kinawapa imani watu naowaongoza katika Jukwaa la Wahariri Tanzania kukupa tena nafasi nyingine na ukipita bila kupingwa? Kimsingi mimi, jambo moja ambalo nadhani naweza kumshukuru Mungu na hili ninaona mpaka kwenye kanisa wapi, nikiwa sehemu, unakuta wanakuchagua, hata wakati mwingine haupo. Nasimama kwenye neno moja, ukweli. Jambo ambalo naliweza, nakwambia, jambo ambalo naliweza, siliwezi. Kwa kweli, nakwambia, siliwezi. na pengine majukumu yako ni yapi katika nafasi hiyo ulionayo? Ah, kwa mwenyekiti, sisi ni shughuli zetu za ya msingi ni kuhakikisha kwamba kwanza, unalinda maslahi ya tasnia kwa ujumla, kuhakikisha kwamba uhuru wa vyombo vya habari upo, hauingiliwi wala kuvunjwa. Lakini jambo jingine unaangalia kwamba maendeleo ya tasnia ya habari, kwa sababu uhuru unaweza kuwepo lakini tasnia ikawa inarudi nyuma. Kwa hiyo ikirudi nyuma ta, tasnia ile, haki ya kupata habari, uhuru wa kujieleza utakuwa umepotea. Sasa katika kufanya hivyo ni moja kwa moja unakuwa ukilinda eh, maslahi na utendaji wa wahariri, lakini sio wahariri peke yake na waandishi wa habari. Na sasa ukishakuwa mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri Tanzania hutetei tena wahariri peke yao, yani hata wale wa <coughs> social media utajikuta kwamba unalazimika kutetea maslahi yao, eh, magazeti, redio, tv, hata ambao ni wanachama community media. Utakuta kwa mfano juzi tu hapa. E, kulitokea flakas katika ile kesi ya Tundu Lissu pale Kisutu mm, nilikuwa niko Bukoba, nikapata simu nyingi, bwana, waandishi wameteswa na nini. Unaweza kuona hiyo imani. Nilivyorudi, jambo la kwanza nikaenda kutafuta jeshi la polisi, nikazungumza na kamanda Mlilo kwamba, jamani, hili inawezekanaje? Tukakubaliana utaratibu, nadhani walivyokwenda tarehe sita kujasikia kelele yoyote watavyokwenda tarehe 19 hutasikia kelele yoyote. Na ukiwa katika nafasi hiyo ya kulinda uhuru wa vyombo vya habari, unazungumziaje hali ya kisiasa kwa sasa? Na waandishi wa habari wana uhuru wa kutosha kuripoti habari za kisiasa kwa Tanzania? Uhuru upo, uhuru upo. Eh, tatizo tulilonalo ni sisi wana habari, yaani nasema sisi wana habari kwa sababu moja, tupo kati yetu wasioamini kwamba kazi anayoifanya inamtosha Yaani mtu anakaa ametegeshea hivi, anaona siku moja anaweza akaingia chama fulani, chama tawala, chama cha upinzani, akawa CCM, akawa Chadema, akawa ICT, akapata ujumbe, akapata ubunge, akapata udiwani. Hawa sasa ndio hata anapokuwa akifanya kazi anafanya akifikiri kwamba watanifikiriaje, kwa hiyo watanifikiri. Na msomaji ana akili sana, mtazamaji ana akili sana anaiona kazi iliyofanywa bila shinikizo, anaiona kazi iliyofanywa kwa malengo ya kitaaluma, na anaiona kazi ambayo ina msukumo nyuma yake. Sasa hili e, tunao watu ambao wamo kwenye tasnia ya habari, lakini wana matamanio ya kuwa wanasiasa. Hapo kuna shida kidogo. Lakini kwa wale ambao kwa kweli wanafanya kazi ya uandishi wa habari kama uandishi wa habari moja utamkuta ataingia CCM, ataingia Chadema, ataingia ACT Wazalendo, NCCR Mageuzi, vyama vyote ataingia, kwa maana ya kwamba yeye jukumu lake ni kutafuta habari, na ukisoma makala zake huwezi kumfahamu au kumuelewa, maana leo utaona anaicriticize CCM, ataicriticize CUF, ataicriticize Chadema, siku nyingine ataandika makala ambayo itaipendelea CCM, itaipendelea Chadema. Kwa hiyo hawa wa aina hii ambao wanafanya uandishi wa kweli matusi wanayakoga kweli, maana wiki hii akiandika makala CCM wakaipenda, wanampongeza Chadema wanamtwanga. CCM, zamu inayofuata akiandika makala Chadema wakaichukia, CCM wanampongeza, Chadema wanamtwanga. Kwa hiyo haya ndiyo maisha we, hawa leo watamuita chama chawa au watamuita chama cha upinzani. Kwa hiyo mambo yanakwenda, lakini as long as makala ile inakuwa imesimamia ukweli, basi itakuwa hamna shida yoyote. Na mambo gani sasa ambayo yakifanywa na mwandishi wa habari moja kwa moja anaweza akahatarisha usalama wake tofauti na hayo ambayo umeongelea sasa hivi? Kwanza uandishi wa habari, njia rahisi ya kuhatarisha uandishi, maisha yako ni kutotabirika. Yani watu wakawa wanajiuliza hivi, huyu ni mwandishi ni wakala ni kibaraka? Kwa hiyo wakati mwingine wakawa wana, yani kila wakikaa hawakuelewi kama wewe ni mnyama au ni ndege. Lakini wakishajua kwamba ni mwandishi wa habari, kwamba leo utakana na mwenyekiti wa Chadema au utakana katibu mkuu wa CCM, utakana mwenyekiti wa CCM, utakana na SIRA, na wakiona kazi ulioifanya wanaona kabisa kwamba hii hii ni kazi ya uandishi wa habari, sio kwamba ametumwa na baadhi ya watu awasemee, watakuheshimu sana. Kwa hiyo msingi wa kwanza wa kuwa salama katika uandishi wa habari na kuheshimika ni kusimamia ukweli. Yaani iwe asubuhi, iwe jioni, iwe kesho ukisimamia ukweli. Kuna nafasi ya kusahau. Ukitengeneza uongo, unatengeneza nafasi ya kusahau baadaye. Mtu leo sasa hivi tunazungumza, unamuuliza baadaye, anaanza kuna kichogo, ili ajaribu kujikumbusha uongo kwenye subconscious mind. Lakini ukiwa kila jambo unazungumza lilo la kweli, unaandika lilo kweli, unatangaza lilo kweli, hautapata wasiwasi, hutapata shida ya kukumbuka nini kilitokea lini na wakati gani na nini ulichokifanya hiyo sasa itakupa uhuru wa kukaa na kila awaye na hata atakapokuwa na hoja zake, unaweza kumkumbusha kwamba lakini na wewe uliwahi kufanya moja, mbili, tatu. Akakumbuka oo, kwamba huyu kweli mtu anafanya uandishi wa habari. Lakini ukianza tu kutegeshea ile tegesha, kama wale watu ambao wanajua kuna fidia kesho, leo wanapanda miti, waisee, utaishi maisha magumu sana na kila mwaka tunafanya maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Na ni matokeo gani sasa ya moja kwa moja ambayo yanatokana na yale maadhimio ambayo yanakuwa yamefikiwa katika kile kile, kwa nini ilianzishwa maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari? Na siku, siku hii ilianzishwa na wahariri ishirini na sita wa magazeti wa bara la Afrika walikutana pale Vindu, Namibia, wakasema, wakati ule kulikuwepo manyanyaso makubwa sana, wakati yanakuja, kuna wimbi la mageuzi la mf, kutoka mfumo wa chama kimoja kwenda vyama vingi, kufanya u, u, soko huria, kwa sababu masoko mengi yalikuwa hodhi yalikuwa hodhi. Kwa hiyo ikawa nchi nyingi zinanyanyasa waandishi wa habari, waandishi wanafungwa. Kwa hiyo wakatoa tamko la kupinga unyanyasaji dhidi ya waandishi wa habari, kwamba waandishi wa habari hawako juu ya sheria, lakini wakamatwe na kushtakiwa kwa mujibu wa sheria, sio anaamka katibu tarafa anaamka mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, waziri anasema kamata huyo, kamanda wa polisi kamata huyo weka ndani. A -a. Akamatwe kwa mjibu wa sheria akamatwe iwapo anakosa na ashtakiwe kwa mjibu wa sheria. Kwa hiyo baada ya kufikia hatua wa hiyo, wakatoa lile tamko, Umoja wa Mataifa mwaka elfu moja mia tisa tisini na tatu, likapitisha, ukapitisha azimio ya kulikubali hiyo hilo tamko na kuitangaza Mei tatu, kama siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Kwa hiyo hii siku kila ikifanyika, tunachunguza mambo kadhaa, tunaangalia waandishi wangapi ambao wamekamatwa, waandishi wangapi ambao wana kesi mahakamani, waandishi wangapi ambao wamepigwa na kuumizwa, waandishi wangapi ambao wamenyanyasika kutokana na kazi yao, waandishi wangapi ambao wamenyimwa haki waliostahili kupata ya habari, wakati walistahili kumhoji mtu akapata taarifa na wao wakazifikisha kwa wananchi kwa hiyo na mambo mengi ya aina hii ambayo yanahusu usalama wa waandishi wa habari, vyombo vya habari vyenyewe. Magazeti mangapi yamefungiwa? TV ngapi? Mitandao ya kijamii wapi? ambao wametambuliwa wamepewa zawadi. Kwa hiyo katika hali hiyo tukajikuta kwamba kila mwaka hayo ndiyo mapitio, na mimi nashiriki kwenye RSF. RSF ni Reporters Without Borders, ni mimi ni mwanachama wao.